Watalihubiri kumbukumbu la wema wako mkuu, wataiimba haki yako. Watalihubiri kumbukumbu la wema wako mkuu, wataiimba haki yako. Usisahau wema wa Mungu. Wema wa Mungu uko wapi? Hivyo nipende kuwakaribisha kwa dhati katika mkutano huu, na Bwana atawabariki sana, na kila atakayechukua muda wake kuhudhuria mikutano hii hata juta, badala yake atabarikiwa. Amen. Hivyo nipende kualika bila kupoteza muda siku ya jana. Kabla sijaendelea, kwa jina naitwa mwinjilisti Dawson Martin Raphael. Hivyo nipende kuwakaribisha kwa wakati huu wa pekee. Siku ya jana tuliona wema wa Mungu ukifunuliwa kupitia matendo makuu ya Mungu tuliona wema wa Mungu ukifunuliwa kupitia matendo makuu ya Mungu, katika kichwa kichwa kwa kinasema wema wa Mungu katika nini? Wema wa Mungu katika nini? Utambulisho. Hii ndio ilikuwa mada ya jana, na wema wa Mungu katika utambulisho, na tuliweza kuona ni kivipi wema wa Mungu ulitambulishwa jana. Tukaona kwamba Mungu huyu tunayemtumikia ni mkombozi na mwokozi kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya tano na ule mstari wa sita tulisoma, lakini pia Wakorintho wa wa pili sura ile ya tano mstari wa kumi na tisa tulisoma, na tukaona ni kivipi wana wa Israeli walikombolewa na Bwana kutoka kwenye nchi ya utumwa kule Misri, nchi ambayo walikuwa nafanyiwa kazi ngumu za kutengeneza matofali, tofali moja likiwa na uzito wa tani 2.5 matofali ambayo walipaswa wayatumia kujenga mapiramidi, mapiramidi makubwa ambayo piramidi moja lilikuwa linachukua matofali yasiyopungua milioni mbili nukta tatu na kila tofali na uzito wa tani mbili nukta tano na ambaye angepaswa kulibeba sio greda, ni mwanadamu. Unaani, kwa namna gani? Walipewa kazi nzito, ilikuwa ni kazi si rahisi. Yani tofali lenye uzito wa kilogramu elfu mbili na mia tano ambapo ni sawa sawa na tani mbili nukta tano eti ulipandishe kulipeleka juu kabisa umbali wa zaidi wa zaidi ya futi mia nne themanini na moja kwenda juu <laughs> pia mili moja ilikuwa na urefu wa zaidi ya futi mia nne themanini na moja kwenda juu halafu matofali yenyewe yalikuwa sio ya mchanga yalikuwa yametengenezwa kwa madini ya granite pamoja na limestone. Halo. Hivi tukajifunza ni kwa namna gani ndo ambapo Bwana alifikia kilio tano wa Israeli akakomboa kutoka Misri, kutoka Misri kwenda Kanaani na. Hivi tukona kwamba sifa moja hapo, ah, ya wema wa Mungu ni mkombozi na mwokozi. Kwani hata wewe ukijiuliza swali, mtu anayekukomboa ni mbaya, ni mwema? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia tuliona kwamba Bwana huyu tunayemtumikia huweka mipango na kuitimiza. Tulisoma kitabu cha Isaya moja tukaona tena ndiye mwenye uwezo wa kutabiri Isaya 46:10. Tukaona tena anaahidi na kutimiza Kumbukumbu la 35:6, Petro wa pili 3:9. Tukaona tena ndiye anayesamehe dhambi Kutoka 34:7, yaani hakuna kiongozi yeyote yule wa dini au wa serikali mwenye uwezo wa kusamehe dhambi, hayupo. Sio mwinjilisti, sio mchungaji, sio padri, sio kasisi, sio nani. Hakuna kiongozi wa dini mwenye uwezo wa kusamehe dhambi. Jana tuliona ya kwamba mwenye uwezo wa kusamehe dhambi ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani hata mimi nayeongea hapa ninayehubiri hapa, hata kama ukija kuungama dhambi mbele yangu siwezi nikakusamehe, sina uwezo huo. Anaye mwenye uwezo wa kusamehe dhambi ni nani? mm. Ni Mungu peke yake. Lakini pia Mungu huyu ni waajabu sana, yeye hajui kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu tunayemtumikia hajui kuchoka, msomaji wangu mm. Isaya arobaini mstari wa ishirini na nane kitabu cha Mungu kimeandika mm. Je, wewe hukujua? Wewe hukusikia? Yeye Mungu wa milele Bwana muumba miisho ya dunia, hazimi wala hachoki, akili zake au mchunguziki Bwana Yesu asifiwe, amen. Yaani Mungu yeye huwezi kumchunguza na wala hachoki. Huyu Mungu ni wa ajabu sana, ni Mungu wa pekee sana. Hebu nipende ukazia mambo machache tu kuhusiana na, na Mungu, tabia za Mungu ni kuu mno. Yeye yupo pasipo kuumbwa, ndiye anayemiliki uzima, yaani maisha yetu hapa duniani hewa tunaopumua ni kwa sababu tu yupo mmiliki wa uhai na mmiliki wa uhai mwenye uwezo wa kumiliki uhai ni Mungu mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Yohana 5:26 tutasoma 26. Lakini pia Mungu ni mwezo wa yote, Zaburi 115 na ule mstari wa, wa tatu. Lakini pia Mungu huyu yeye anajua yote na hakuna kitu ambacho Mungu hajui. Bwana Yesu sifiwe, yaani yote unayoyafanya yote yeye anafahamu. Kwa Mungu yeye anajua yote, lakini pia hiyo utaipata kwa kitabu cha Ayubu sura ile ya 37 mstari wa 16, kitabu cha Zaburi sura ile ya 139 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa sita, kitabu cha Zaburi sura ile ya 147 na ule mstari wa tano na kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya tatu na ule mstari wa ishirini. Hapo Biblia inatuambia kwamba Mungu huyu yeye anajua mangapi, yote anajua yote, lakini pia tuliona kwamba yeye anajua mwisho tangu mwanzo. Hakuna mwingine, yeye anajua mwisho tangu mwanzo. Hebu huju he, niletee mganga wa kienyeji yote yule anayejua kuanzia mwanzo hadi mwisho hayupo. Yeye Mungu anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Haleluya, haleluya! Hey, lakini pia huyu Mungu yeye yupo kila wakati na kila mahali, yani huwezi kujificha, uende uvunguni yupo, chimba na, chukua greta uchimbe, uingie ndani ya ardhi habuli kufunike yupo. Yani ye ya Mungu wetu kila mahali yupo, na yupo kila wakati. Lakini pia huyu Mungu ni wa milele. Zaburi tisini mbili i yakusoma hapa Zaburi tisini mbili yanasemeji? Na mstari ule wa pili ndio maneno ya Mungu yameandika ndio kabla haijazaliwa milima mm -hmm. wala haijaumba dunia ndio na tangu milele hata milele, na tangu milele, hata milele. Ndiwe Mungu, ndiye Mungu. Yani, yeye Mungu ni wa milele zote. Bwana Yesu sifiwe. Amen. Yeye Mungu ni wa milele zote, lakini pia Mungu habadiliki na tena hana kigeugeu. Ukisoma kitabu cha Malaki sura ya tatu na mstari wa sita, anasema kwamba yeye hana kigeugeu. Lakini pia jambo lingine, huyu Mungu wetu yu ndiye aliye na uwezo wa kubadili majira na nyakati. Yaani, ukiona kiangazi kinakuja, ukiona masika inakuja, ukiona uh, mvua zinanyesha, yupo mwenye uwezo anaye monitor hicho kitu, naye si mwingine ni Mungu, muumba wa mbingu na nchi. Bwana Yesu sifiwe, amen. Hata na wale waganga wa kienyeji wanaojidai wanasema kwamba wana uwezo wa kuleta mvua na kuzuia mvua na ukiona mganga wa kienyeji wa namna hiyo unakuta anavizia kwenye majira ya mvua, halafu uwezo kuleta mvua tulete sasa. Mganga ambaye ana uwezo wa kubadili majira na nyakati hayupo, ni Mungu tu peke yake, haleluya! Hayupo, leta mchawi wa India na matunguli yake hawezi, ni Mungu peke yake mwenye uwezo wa kubadili majira na nini na sheria lakini pia yeye Mungu kwake hakuna linaloshindikana.